Jambo na karibu. Jukwaa la Wakazi wa Uthiru URF limechukua hatua madhubuti ya kuwawezesha kifedha wanachama wake kwa kuzindua mpango wa table banking. Mkutano huo, ulioandaliwa na mwenyekiti wa URF, Bwana Kibaki John, ulifanyika tarehe 17 Machi mwaka 2025 katika hoteli ya Goshen House, eneo la Cooperation. Wanachama walikubaliana kwa kauli moja uchangia fedha katika kila mkutano ambapo kiasi hicho kitakopeshwa kwa wanachama kwa riba iliyoafikiwa, hatua ambayo itaimarisha uthabiti wa kifedha wa kundi hilo. Na vitu mingi sana baadhi wamefanya zenye zinajulikana kama si hata kama uko na harambee huko alimadhea, nasikia wapepeana milioni ngapi watu mpango huu ambao unategemea mchango wa kila mwezi unalenga kuhimiza akiba za kutoa msaada wa kifedha kwa wanachama. Ili kuhakikisha uwajibikaji na upangaji mzuri, miezi mitatu ya kwanza itatekelezwa pekee kwenye akiba kabla ya mchakato wa ukopeshaji kuanza. Hatua hii itasaidia kutathmini dhamira na nidhamu ya kifedha ya wanachama. Kundi lilikubaliana kuwa mikutano ya kila mwezi itafanyika ili kufuatilia michango na kuangazia maendeleo ya kundi. Jumatatu ya pili ya kila mwezi imeteuliwa kama siku rasmi ya mkutano na vikao vitaanza saa tatu asubuhi. Eneo la mkutano litatangazwa mapema. Kila mwanachama anatakiwa kuchangia kiwango cha shilingi 500 cha kawaida. Aidha, ilikubaliwa kuwa kila mwanachama atachangia shilingi hamsini kwa ajili ya chai siku ya mkutano. Baada ya miezi mitatu kundi linatarajiwa kuwa tayari kikamilifu kutekeleza mchakato wa ukopeshaji. Mkutano ujao umepangwa kufanyika tarehe 14 Aprili mwaka 2025 katika mkahawa wa Samuel ulioko Co-operation. Usisahau kupiga like, subscribe na kufinya kengele ili kupata habari zetu pindi zinapochipuka.